Eh, sahiyo, na tuendelee na operesheni zetu. Kwa hiyo tunaanza na kupatikana kwa silaha moja ambayo ni pisto laga na risasi zake na risasi yake moja tarehe 18 mwezi wa 3 2017, majira ya saa 5 za asubuhi huko maeneo ya Tandale Sokoni, eh, kwenye baa yajulikanayo kama Tandale Inn, polisi tulipata taarifa kuhusiana na hii silaha. E, na kwamba kuna mtu mmoja na ile silaha na amekuwa anaitumia kwenye wapikio mbalimbali. Kwa hiyo timu yetu ya kupambana na ujambazi jijini Dar es Salaam waliwahi pale kwenye ile bar na walifanikiwa kumkamata bwana mmoja anafaa kwa, kwa jina la Joseph Raymond Katundu miaka 24, akiwa na bastora moja ine ya laga yenye namba 07A 367, e, ikiwa na risasi moja na risasi yule kwa kwa kwenye chemba. Kwa hiyo tumemhoji na uzuri ametoa ushirikiano. Kwa hiyo, kada, pia, eh, lakini, eh. kwa hiyo kuna watumiwa kadhaa walikamatwa pia, sitawataja, lakini baadhi ya watumiwa waliokamatwa walipekuliwa majumbani kwao wamekutwa na vitu mbalimbali ambavyo wanakiri kuvifanya. Kwa hiyo kuna mali mbalimbali zimekamatwa ikiwa ni pamoja na kompyuta e, simu za mkononi, spika, ving'amuzi vya aina mbalimbali. Kwa hiyo tumekuwa na mafanikio makubwa kwa upande wa, wa silaha hiyo, lakini pia walikutwa baadhi yao, so, hawa waliowataja walikutwa na mapanga, baadaye nitaonyesha mapanga na vitu. Kwa hiyo kimsingi wanakiri kufanya matukio mbalimbali ya, ya uporaji na kuingumia kuvamia watu kwenye majumba yao usiku. Kuna mtandao watu wanajihusisha na wizi wa mafuta ya ndege Tarehe 17 mwezi wa tatu 2017, majira ya saa 6 kwenye hanga la kampuni ya ndege Tanzania ATCL, e, timu yetu ya ya, ya, operations, ya doria e, wakati inafanya doria waliweza kuwakamata kumkamata mlinzi mmoja e, sano, chuma, nyangase, e, wa kampuni binafsi Idi Sano Juma Nyangase miaka arobaini na mbili, huyu mkazi wa Vingunguti. Kwa alihojiwa, alikutwa ameiba mafuta ya ya ndege ya ndege yapatao lita arobaini. Kwa hiyo katika mahojiano aliweza kuwataja baadhi ya askari polisi kwamba eh, wamekuwa wanafanya dili ya pamoja. Kwa hiyo hata askari wa polisi wamekamatwa eh, na wanahojiwa. Kwa hiyo kimsingi, ninaamini kabisa, uh, mwisho wa siku baada ya upelezi kukamilika, hatua kali zitachukuliwa dhidi ya hawa askari pamoja na huyu Juma Nyangasa. kimsingi, etu, uh, kwa hiyo kimsingi nitoe tu wito kwamba kwa na watu wa Dar es Salaam wote tunajua umuhimu wa mafuta ya ndege. Unapokwenda kuchukua mafuta ya ndege kutoka kwenye ndege e, unategemea nini? Hiyo ndege inaweza ikuruka ikiamini iki, kwamba kuna mafuta ya kutosha, unaweza kusababisha hiyo ndege ikawaka moto kwa sababu ukosefu wa mafuta, lakini mbaya zaidi, unafanya nini wewe, unapochukua mafuta ya ndege e, unafanya hujuma kubwa. Kwa hiyo ni waombe wana Dar es Salaam na nitoe tahadhari kwamba usinunue hayo mafuta ya ndege, kwa sababu nachoambiwa, yakishatoka yakishapata upepo, yakishapata oxygen, yanabadilika yanakuwa kama mafuta ya taa. Kwa hiyo tafadhali, usijihusishe na ununuzi wa mafuta ambayo unajua yanatoka yanatoka kwenye ndege zetu, kwa sababu ukikamatwa, kwa kweli, mwisho wa siku utajikuta sheria itachukua mkondo wake na utaacha familia. Lakini ukiacha hilo tu, kwa nini uchukue mafuta ya ndege wakati kama mafuta ya taa yapo? wanaojihusisha kwenye matukio ambayo e kesho na kesho kutwa yanaweza kuleta madhara, manake huwezi kujua, anaweza kupanda hiyo ndege ndani yako, mtoto wako anaweza kupanda hiyo ndege, ndugu yako anaweza kupanda hiyo ndege. Ni kwa nilikuwa na, na, na, na, na, na, na, nalizungumzia hili na kulisisitiza kwamba tafadhali tafadhali, wale walikuwa na huu mchezo wa kununua haya mafuta waache mara moja, kwa sababu tayari tumeshajua mtandao wenyewe na tutafuata mmoja mmoja, na mwisho wa siku sheria itachukua itachukua mkono wake.